za uzima kanisa, leo ni siku ya ishirini na nne ndani ya miezi ili kumi na miwili miezi ambayo imebeba wingi wa baraka zetu, ilizibeba na bado inaendelea kuzibeba na inatusindikiza nazo. Geuka kushoto kulia kwako, mtakie heri ya krismas jirani yako. In advance. Mtamkie maneno mazuri lakini pia usasahau kumkaribisha, okay. Yeah. Hemane. Haleluya! Haleluya! Kanisa, hebu tupaze sauti zetu tumshangilie Mungu kwa vigelegele vingi. Haleluya! Tunaweza kusema happy birthday Jesus in advance, umebaki muda mfupi sana, na wale wote ambao wamezaliwa tarehe hii anayokwenda kuzaliwa Kristo, usiache kujiungamanisha na baraka hizo na sisi ambao tarehe zetu ni zingine, lakini kwa ajili ya utele wa baraka tunakwenda sambamba. Amen, tunamshukuru sana Mungu kutupa neema na baraka kuifika siku hii ya leo. Si kila mmoja wetu amepata neema ya kuwa hapa tulipo, lakini mimi na wewe kuwa hapa tulipo leo si kwamba ni bora sana. Isipokuwa ni mkono wa Mungu umetubeba. Ni neema pekee ya Baba iliyotushikilia ndio sababu hata sasa tuko hivi tulivyo. Lakini vile vile wewe na mimi kuwa wazima tunamrudishia Mungu shukurani na heshima. Kupata nafasi ya kuwa hemani ni baraka tele. Pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya baba yetu kutuamini watoto wake, kuturuhusu kuendelea kusimama katika vituo vyetu, kukumbushana machache yatupasayo kwa msaada wa Mungu. Lakini kubwa zaidi, kupata nafasi ya kusimama katika madhabahu kuu iliyobeba matamko makuu ni baraka zaidi. Niliyepata nafasi na neema ya kusimama ya tarehe 24 ya mwisho ndani ya mwaka wa 2025, nikimaanisha Jumatano ya mwisho kuelekea Christmas. Si mwingine ni mimi Mchungaji Flora Matthew Bendera. Karibu sana katika ibada hii, mimi na wewe kwa pamoja tuzaliwe na Kristo na wale wote ambao Mungu amewapa neema ya kujiungamanisha nasi kwa kupitia mitandao yetu ya kijamii Clouds TV na television zingine zote ambazo zitakuwa mubashara mahali hapa, niseme hatujapoteza lakini tumewekeza na malipo yake ni makubwa sana. Nanyi pia ulimwenguni kote Karibuni, tuungane pamoja katika ibada hii inayoendelea hapa katika madhabahu kuu ya kanisa la Ufunuo Tanzania ikiwa mubashara. Tufungue vinywa vyetu tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, lakini kutupa neema ya kushiriki ibada ya mkesha wa Christmas kwa pamoja. Tumwombe Mungu atujalie na tumsihi atuhudumie yeye mwenyewe katika usiku huu tulioacha vitanda vyetu na kuwa mahali hapa kwa pamoja. Sasa tumwombe Mungu. Baba, sante kwa wema na fadhili zako, tunakushukuru wewe Mungu wetu, asili ya mema yote. Tunasema sante kwa neema na fadhili zako. Tazama Baba, umetupa neema na kibali cha kukanyaga katika madhabahu hii. Baba, tunakusihi usinyamaze, usiruhusu adui atuguse kwa neno wala kwa tendo usiku huu wa mkesha kuamkia siku ya kuzaliwa kwa Kristo mwanao tunaomba Baba, mambo mapya yakazaliwe ndani mwetu, matumaini mapya yakazaliwe kwetu, furaha mpya ikaongezeke na kuzaliwa kwetu, lakini maisha yale mema mazuri ya kukupendeza Baba yakazaliwe ndani mwetu, historia zote ngumu mbaya zisizofaa kwenye maisha yetu, matukio yote ya kuumiza yaliyotujeruhi kabla ya kufika tarehe ya leo Baba, ukayafuta na kuyaondoa katika kumbukumbu zetu kumbu, bali ukachore mambo mapya katika maisha yetu. Tunakuomba Baba, ukatuchore katika viganja vya mikono yako, ukatusome kama kurasa za vitabu, ukatutunze, ukatuhifadhi, ukatuongoze Baba. Asante kwa kuwa kila mmoja wetu aliyepata nafasi ya kuwa mahali hapa unakwenda kumtendea sawa sawa na mahitaji yake, unakwenda kumjibu sawa sawa na maombi yake, unakwenda kumkirimia kile kinachomstahili. Ninakusihi Mungu wa mamlaka, Bendera, mahali ambapo palionekana pana uchungu na maumivu katika mioyo yetu, ukatusaidie Baba, tukafute kwa kuwa Kristo anazaliwa leo, nasi Mungu tukazaliwe pamoja naye kila kitu kikawe kipya ndani yetu, historia zote zikafutwe na kuondoshwa, magumu yote yaliyosimama mbele yetu yakafutwe na kuondoshwa, tukawe watoto wapya, watu wapya, wenye mitazamo mipya, wenye kazi mpya, wenye furaha iliyompya ndani mwetu. Asante Mungu wa neema na kibali, kwa kuwa usiku huu unakwenda kutuhudumia sawa sawa na mahitaji yetu. Tunakuamini Baba, bado tunakuamini tunakuhitaji mfalme wa amani. Asante kwa kuwa Baba unajibu na kutenda sawasawa sawa na ahadi zako. Ni e, katika jina lako Baba Mwana na Roho Mtakatifu na wote tuseme amen. Tufungue vinywa vyetu tumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa takatifu, kanisa ambalo hakika limetupa mifumo mizuri ya maisha yetu, limeturejeshea heshima ambayo tunayo hata sasa. Tufungue vinywa vyetu tumshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa, lakini tusinyamaze kwa ajili ya watumishi wa Mungu, maaskofu, waangalizi, wachungaji na wote ambao Mungu amewapa neema ya kutumika katika hema hili. Usisahau kumwambia Baba asante kwa ajili ya zawadi ya wazazi wetu wazuri aliyotupatia kwenye maisha yetu. Mwambie Baba asante kwa ajili ya Skofu Dorkas Bendera, mama yetu malkia wa kanisa hili la Ufunuo aliyesimama kwa zamu yake na kuhakikisha tuko salama, lakini tutakwenda kwa Mungu kwa moyo wa shukurani, tukimwambia Baba asante kwa ajili ya zawadi ya mbeba maono, baba yetu Daktari Paul Bendera aliyefanyika baraka kwenye maisha yetu. Kwa pamoja sasa kama kanisa tushirikiane kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii njema. Baba asante kwa ajili ya baraka ya kanisa, ni zawadi ambayo umeamua kuiachilia katikati ya maisha yetu. Baba tunasema asante, kwa kuwa kupitia kanisa hili heshima zetu zilizokuwa zimetuondoka zimerejea. Mahali ambapo hatukuaminiwa baba ule uaminifu umerejea kwa upya. Mungu tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema siku zote. Asante kwa ajili ya watoto wako wa kike na wa kiume waliokubali kuitii sauti ya Baba yetu na kukubali kuongozwa na yeye na leo wako mahali hapa. Baba, asante kwa ajili ya maskofu wetu, waangalizi, wachungaji, watendakazi wa hubiri, waumbaji, wanenaji pamoja na wazee wa kanisa Mungu ni na kusihi kila mmoja kwa nafasi yake, ukamkumbuke ukambariki, kwa kuwa amefanyika baraka kwenye maisha ya wengi. Hata amani hii tuliyonayo kwa nchi yetu ni mchango mkubwa wa watumishi wa Mungu, kwa kuwa wametumika na kuhakikisha wameitengeneza amani ya mtu mmoja mmoja ikapelekea amani katika ngazi ya familia na sasa amani katika ngazi ya taifa. Baba, asante kwa kuwa unajibu na kutenda kwa wakati. Amani hii tuliyo nayo ikazidi kukua na kudumu, asitokee adui awezaye kutugusa kwa neno wala kwa tendo. Kwa kwa Mungu tumechagua kulindwa na kuongozwa na wewe. Tunaamini hakuna adui atakayoweza kutufarakanisha na kututoa kwenye mstari. Asante Mungu wa neema na kibali, kwa ajili ya kamati ya KMI inayoratibu na, na kuongoza mipango yote ya injili inayohubiriwa katika kanisa letu. Mungu wangu uwalinde na kuwatunza viongozi wetu wote wanaosimamia kamati hii wanaoratibu mipango yote ya Injili, ambao hakika hawalali wala hawasinzii kuhakikisha Injili yako inahubiriwa kwa upana. Mungu walinde watunze wahifadhi wao na familia zao wahekimishe, kila itwapo hapo leo watambue ya kwamba uongozi uliowapatia ni mipango kamili kutoka kwako. Hekima yako ikazidi kwao, amani ikazidi kutamalaki katikati ya maisha yao. Baba, asante kwa ajili ya wazazi wetu, mama yetu Askofu Dorcas Bendera. Amefanyika mama bora wa baraka, tena mama wa msaada, amekuwa mama kimbilio la wengi. Hajaruhusu watoto wake tusambaye wala kutugawa kwa makundi. Siku zote amehakikisha ametukusanya pamoja, ametuombea watoto wake, ametuelekeza kwa upendo, hajatuacha tupotee. Baba, nakushukuru kwa kuwa unajibu na kutenda. Tujalie baba kumtunza mama yetu kwa upendo, lakini zaidi tunaomba ukatutendea muujiza wa kutunza afya yake na uzima wake kwa ajili ya kanisa. Watoto wake wakimwili, Mungu watunze kwa ajili yake, wafanye kuwa baraka kwenye maisha yake, wakafanyike msaada mkubwa kwa mama yetu. Asante Mungu wa neema na kibali, kwa kuwa wewe unajua, wewe unatenda, unajua kiu tuliyonayo kwa ajili ya mama yetu. Tunakuja mbele zako kwa moyo wa shukurani, tunanyenyekea mbele zako Baba yetu, tunainama na kuinuka, tunapaza sauti zetu tukisema uhimidiwe Mungu wetu heshimu. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi kubwa uliotupatia kwenye maisha yetu, zawadi ya Baba yetu mbeba maono wa huduma hii ya Ufunuo aliyekubali kulileta agano hili la saba ulimwenguni, nayesi mwingine ni Baba yetu Daktari Daktari Paul Bendera. Tunakusihi Mungu wa mamlaka umlinde na kumtunza baba yetu, umfanye kuwa imara kila itwapo leo, ukamtambulishe kwa mataifa, dunia ijue ya kwamba yuko jemadari jasiri muongoza njia uliyempanda katika ardhi ya Tanzania, aliyeleta mabadiliko na mageuzi makubwa ya kiinjili. E Mungu wa mamlaka, usinyamaza, usiruhusu adui amguse kwa namna yoyote ile. Baba, ututunzie maisha yake, ututunzie uzima wake na huo ni muujiza mkuu tunaomba kutoka kwako e Mungu, tunakusihi azidi kufanyika ngao imara kwenye maisha yetu, atukinge katika mishale miovu ambayo shetani amekuwa akiielekeza kwetu, kabla ya kutufikia ikaanze na yeye. Ninaamini Mungu wangu, umemwamini baba yetu hata kuruhusu afanyike baraka katika nchi ya Tanzania. Ninakwenda kinyume na lile pando lisilofaa katika huduma yetu, ninalingoa na kuligharikisha katika jina la Yesu. Sante Mungu wa neema na kibali, kwa kuwa tunayo mengi ya kuyatamka mbele zako na kuyaomba, itoshe kusema kwa haya machache tuliyoyaomba ukayapi kibali, na ya yale mengi ambayo vifua vyetu vimetunza, Mfalme ukayatakabali, ni katika jina lako Baba mwana na Roho Mtakatifu na yule mwenye afya mmoja na seme. Ndugu zangu, tumwombe Mungu kwa ajili ya taifa letu. Tumshukuru Baba kwa ajili ya ulinzi, amani, utulivu na upendo ambao tumekuwa nao siku zote. Hivi tulivyo leo si kwa nguvu zetu bali yuko Mungu atendaye na kutuwezesha. Kwa pamoja sasa tufungue vinywa vyetu tumwombe Mungu. Hakika wewe ni Mungu wewe ni Baba, wewe ni kila kitu katikati ya maisha yetu. Asante Mungu wa neema na kibali, tunakushukuru kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, nchi yetu ya kijani, taifa lililojaa amani na upendo na utulivu. Ninakusihi Mungu wangu, uwape hekima viongozi uliotubariki kuwa nao, uliowaweka mamlakani, wewe mwenyewe wakatuongoze kwa upendo, wasitugawe wala kufanya taifa hili likawa na machafuko. Baba, asante kwa kuwa kila mmoja unasema naye kwa wakati wako, na ninaamini wanatambua kwamba Mungu upo na ndiyo sababu kila mara wamekukimbilia wewe. Sisi Tanzania tumechagua kulindwa na wewe. Sisi Tanzania tumechagua kuongozwa na wewe. Sisi Tanzania tumechagua kutetewa na wewe, Mungu uliye hai. Asante kwa kuwa hata mipaka ya nchi yetu Baba ni wewe pekee ndiyo uilindaye tunayo mengi ya kukusihi mfalme, kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania, lakini tunakusihi kwa kuwa nchi yetu imekuwa ni kinara wa amani kwa miaka mingi, na hata sasa tunaamini itaendelea kuwa kinara wa amani. Tunaomba Baba ukadhihirike na kuthibitika kwa kuwa wewe ni Mungu wa madhihirisho. Amani hii tuliyonayo, adui asipate nafasi ya kutugusa kwa namna yoyote ile. Utulivu huu tulionao Baba ukalindwe na kutunzwa na wewe mwenyewe shikamano tulionao miongoni mwetu, mfalme wa amani usitupungukie. Asante Mungu wa neema na kibali, kwa kuwa unazidi kututunza mfalme wa amani. Tunaomba Baba, haya yote tunayoyaomba ukayakubali na kuyapa kibali, ni katika jina lako Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Wapendo wa taifa la Mungu, ninaamini kila mmoja anao ukuta wake wa Yeriko uliosimama pale mbele, ukuta mzito mnene, anatamani uvunjwe, ushushwe, ili aweze kuiona nuru ya upande wa pili. Majira haya yaliyokubalika mbele za Mungu, tumepata neema ya kupaza sauti zetu kumsihi Mungu atuondolee maumivu na mateso ambayo huenda tumekuwa nayo kwa kipindi kirefu, na tulitamani kuyapeleka mbele za watu, huenda watusaidie, lakini kibinadamu inashindikana. Yuko Mungu aonaye sirini, asikiai na kutenda. jira yale ya kuzaliwa kwa Kristo Yesu yatakapotimilika

miovu ninang'oa kila pando lisilofaa kwenye maisha ya watoto watoswe mbali kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Hallelujah. Anasema amekumbuka, tumekumbuka wote. Kama kuna mtu hajakumbuka, ni kuombe ili kuepusha usumbufu mara baba yetu atakaposimama madhabahuni. Kwenye maduka ya majirani hapa, vyote vinapatikana.